Afisa wa polisi James Mukhwana ambaye anazuiliwa kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang amepasua mbarika akidai kupewa maelezo ya kumtia adabu. Mukhwana akisema mkuu wa kituo cha Central Samson Talam alimpa maelekezo haya ambayo yaliripotiwa kutoka kwa naibu inspekta wa polisi aliyejiondoa Eliud Lagat. Kwenye taarifa yake kwa IPOA, Mukhwana amekiri kusema uongo kwenye taarifa ya hapo awali. Taarifa ya kina ambayo tumepata kwa njia ya kipekee imeanika matukio usiku wa tarehe saba Juni mwaka huu, usiku ambao mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alifariki akiwa kizuizini katika kituo cha Central hapa Nairobi. Katika taarifa yake ya kushtua iliyotolewa kwa wachunguzi wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA, James Mukhwana, ambaye kwa sasa anazuiliwa, anamlaumu mmoja kwa moja mkuu wa kituo cha Central, OCS Samson Talam, kwa kumpa maagizo ya kumwadhibu Ojwang akidai maagizo hayo yalitoka kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat. Hii ni licha ya OCS Talam kujitenga hadharani na tuhuma hizo za mauaji. Katika maelezo yake Mukhwana, anasema alitwa ofisini kwa taalamu na naibu wake Samuel Ng'ang'a wakati wa zamu yake na kupewa maagizo, akielezwa kuwa ni kimnukuu, kuna maelekezo kutoka kwa DIG Lagat "Kuna mshukiwa analetwa na DCI saa mbili usiku, utaambia mahabusu wamshughulikie kidogo." Alipouliza itakuwaje mambo yakiharibika, Alielezwa asitie shaka kwani yeye ni afisa wa cheo cha chini na hana budi kutii. Ukikataa unaweza kujipata matatani, huwezi kataa amri ya mkubwa. Mukhwana anaeleza kuwa mnamo saa tatu usiku gari aina ya aina ya Subaru nyeusi liliwasili kituoni likiwa na mtu aliyewekwa pingu ambaye baadaye alidhibitishwa kuwa ni Albert Ojwang'. Alimpigia simu OCS Talam ambaye alidhibitisha kuwa huyo ndiye mshukiwa aliyepaswa kuadhibiwa. Saa tatu na dakika ishirini usiku, Ojwang alisajiliwa rasmi kama habusu na muda mfupi baadaye mateso yakaanza. Katika seli ya mwisho iliyo kando na vioo, Mukhwana anasema alipigwa na wenzake wanne: Collins Ireri Jill Amiton, Brian Mwaniki na Eric Ndambuki ambao tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Anadai aliposikia kelele na vilio kutoka seli hiyo alikimbia kuingilia kati akiwa na afisa kemani. Walimpata Ojwang akitoa kwa damu mdomoni akiwa ameketi chini na kulala ukutani akionekana vibaya. Saa nne usiku alimwagiza naibu OCS Inspekta Ng'ang'a ampeleke Ojwang hospitalini kabla yeye hajarejea nyumbani. Siku iliyofuata tarehe nane Juni, Mukwana anasema alipokea simu nyingi kutoka kwa maafisa wenzake wakimuuliza kama amesikia yaliyompata Ojwang. Alipopiga simu kwa Ng'ang'a alielekezwa muulize OCS Usiesa alipokea simu na kumwambia vitu si mbaya, tuko salama. Lakini ilipofika tarehe kumi na moja Juni, Mukhwana aliitwa na aipoa kuandika taarifa rasmi. Anakiri kuwa alitoa maelezo ya uongo, akiamini kuwa walikubaliana kuficha ukweli. Baadaye aligundua kuwa maafisa wenzake walimtelekeza na kumtupia lawama peke yake. Tarehe kumi na mbili Juni, akiwa amesumbuliwa na dhamira alirudi kwa iari katika ofisi za IPOA na kuomba kuandika upya taarifa. Mara moja alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill ambako alikiri ukweli wote. Katika hitimisho lake, Mukhwana anasema: Ojwang hakuwa anafaa kuuawa, ilikuwa ni kumwadhibu, agizo kutoka kwa OCS Talaam, ambaye pia alipokea agizo kutoka kwa DIG Lagat. Pole kwa familia, Mungu awafariji. Wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill.